Kazi, nikakusaidia kupata kazi, mm, mm. Baada ya kumaliza kukusaidia mm. Naanza kuwa na kusimanga, yani inakuwa sasa kama ni fimbo ya kukupigia mm -hmm. Mm -hmm. Kila ninapokwenda, nnapowenda, mnamwona yule, singekuwa mimi asingepata kazi yule. Unamwona yule anavyopendeza, ni nguvu zangu yani. okay. Huyo hana lolote, hakuna chochote ambacho angekiweza kama mimi nisingemsaidia. Kwa hiyo katika mm huo -hmm. katika, katika, mm -hmm. uh, mchakato mzima wa kunisimanga eh, unakuwa ni nisimanga peke yako na familia yako mm -hmm. au kwa watu na kuzungumzia kwa watu, yani kila okay. ninapopita Sao, hata saa. Ukipita kwa mfano umepita unanukia vizuri na nini, mm. namna huyo Anset mm. kipindi nakutana naye okay. alikuwa hana uwezo wa kitu chochote mm. alikuwa hajiwezi, mimi ndio nimemfanya mpaka akafika hapo alipo mm. isingekuwa mimi, hakuna chochote ambacho angeweza kukifanya yeye, kama yeye Kabisa. vitu kama hivyo sasa. mm. Jamani, leo tunakuja kuambia kwamba hii tabia sio nzuri. Tabi unapomsaidia mtu msaidie mm. kwa moyo wako wote, ehe na unapomsaidia mtu usingoje shukurani, wala usingoje kwamba ata, atarudi mm. kuja kukufanyia kama kile ambacho umemsaidia mm -hmm. unaweza kwa umenisaidia mimi leo dio, lakini nisi, nisije kukushukuru wewe moja kwa moja nikaenda, mm. kufanya kama vile ulivyonisaidia kwa mtu mwingine, ikawa sasa ni mwendo wa kusaidiana, yani narudisha fadhila kwa namna nyingine mm. lakini sasa swala la kuwa mnatusaidia alafu mnaanza Mnanda kutusema kutusele kwa watu aa, tunajisikia vibaya mm. basi kama unahisi hauwezi ukanisaidia na ukakaa kimya, acha, sihitaji msaada wako. Yani hakuna mtu ambaye anahitaji msaada wa namna hiyo, ambao unamsaidia mm. na bado unaanza kumzagaza kwa watu. Yani ninaposema kumzagaza ni kwamba unamzungumzia kwa watu kumtapakaza yeah? unaenda kumtapakaza kwa watu <coughs> kila unapopita, yani ni yeye tu unamzungumzia unamzungum... kwa nini usi, usimsaidie usi mtu halafu ukae kimya? Kwani kulikuwa na haja sasa ya kumsaidia? Okay, ukiamua kufanya hivyo na kulikuwa na haja gani ya kwenda kunitangaza kwa watu kwamba umenisaidia? Kwani lazima kwanza hiyo kitu mm. inarudisha moja kwa moja maendeleo nyuma. Maendeleo gani? Kwa sababu kwanza ni <laughs> up, upoteaji wa muda lakini pia na msongo wa wa mawazo, mawazo kwa yule mtu ambaye ulimsaidia sasa hmm. Ataanza kuona kama vile ule msaada ambao wewe umempatia ni kama adhabu kwake. Hataweza tena kufurahia kile kitu ambacho wewe umemsaidia kwake, atakuwa naona hmm. kama vile ni adhabu sasa hmm. Una, kwa sababu kama kila unapopita una, mm. una, una, una, una na unamsema unamsema vibaya hmm. hawezi kuwa na kuwa na amani kwenye hilo eneo alilopo, kwa sababu atakuwa anahisi kama vile umemvua nguo yani, kila unapopita kila mtu anaona kwamba huyu Amina alisaidiwa na Aniset. Huyu Amina alikuwa na magonjwa asiyotibika. Singekuwa Aniset asingepona. Juzi tu Aniset ametoka hapa kuja kutusimulia kwamba ilikuwa ni hivi na hivi na hivi na hivi. Jamani mm. mm. hizo tabia kwenye maeneo yetu zipo Nana. Na msikilizaji tunaomba utuambie mm. zinakukera mm. kwa kiasi gani mm. hizi tabia za namna hii. Tuende kwanza tukalipe bill; tukirudi tunaendelea kuzungumza na hatujamaliza, tunaendelea kuzungumza na wewe ambaye unakuwa unasaidia watu afu wanaanza kuwazungumzia vibaya. 93.7 Radio Kwizera FM Kigoma. Mimi Askofu Severini Niwemugizi wa jimbo Katoliki la Rulenge Ngara. Nina ujenzi wa kanisa kuu la jimbo mjini Ngara. Ninakuomba wewe mwana Rulenge Ngara, au yeyote mwenye mapenzi mema ndani na nje ya jimbo la Rulenge Ngara uniunge mkono katika kazi hii muhimu sana ya kuijenga nyumba ya Bwana. Ninakuomba uniunge mkono kupitia benki ya NMB akaunti namba 32110036051 jina ujenzi kanisa kuu Rulenge Ngara, au benki ya CRDB akaunti namba sifuri moja tano mbili nane nane nne moja hamsina mbili mia tano ujenzi kanisa kuu Rulenge Ngara. Au lipa na mpesa namba tano nane moja moja saba tatu saba tatu, sadaka the Catholic Diocese of Rulenge Ngara natanguliza shukurani kwa dhabihu yako na sadaka yako. Nyumba ya Bwana nitaijenga. Asante sana.

tunakwenda kudiperamosha zinga la mizuka ya burudani lalitemwagika Biharamulo ni kijana smart season 3 katika uwanja wa wilaya ambapo pia tutashuhudia ya mchezo mmoja wa kirafiki na wa kibabe kabisa. Baada ya mechi tunaamia ukumbini wote kwa pamoja, mti twaija taichuro mtima <laughs> Utajisikiaje nikikwambia unaweza kushinda hadi milioni 20 ndani ya sekunde? Ni Toboa Chapchap wa Tanzania, mchezo kutoka Bahati Nasibu ya Taifa unaokuwezesha kufanya maajabu haya. Chagua mchezo wako pendwa kwenye orodha ya michezo mitano ya papo hapo: kwangua, zungusha, mechisha na pap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 Tunaendelea na wewe msikilizaji kwenye kipengele cha Kizimbani na tuko tunazungumza na wewe ambaye una tabia kweli, una moyo mzuri mm -hmm. unawasaidia watu, watu. lakini huo msaada wako ambao unakuwa unawasaidia watu, halafu unaanza kuwatangaza mimi mm. nikuhakikishie kwamba hizo baraka hata kwa Mwenyezi Mungu hazifanyi kazi yoyote ni sawa sawa na bure eh, kabisa bsa, yani ni sawa na bure, bora hata ungeacha. mm. kwa sababu msaada wa masimango hauwezi ukafanya kitu chochote, badala yake unamuumiza yule mtu ambaye unakuwa umemsaidia. mm. Unamuumiza pia, unatengeneza mm. chuki baina yenu. Ndio maana unashangaa, unaona mtu anakuwa anatembea barabarani anazungumza peke yake, unaanza kujiuliza mm. hivi mbona yule Amina kila siku ninamuona anaenda kazini na anarudi, lakini mm -hmm. nini kinamfanya kila siku anakuwa anafanya vikao vya peke yake barabarani mm. ungetukuta naye kwa anazungumza jamani. mm. wakati mwingine watu wanao tuzunguka ndio wanaosababisha tuwe tunafanya vikao vya peke yetu barabarani, unakuta unazungumza peke yako yani, yani mtu unasema mpaka unafikia tu unasema hivi, kwa nini nilizaliwa nikaja hapa duniani? mm. Kwa, kwa nini nilikubali msaada mm. wa huyu mtu kunisaidia mimi ili yeye awe nahutumia kama fimbo ya kuwa ananichapia kila anapojisikia. Msaada, msaada unageuka majuto sasa mm. Unaanza kujutia, yaani kupitia huu msaada wa huyu mtu unashindwa kuwa na amani kabisa, ndugu yangu mm, ndugu yangu. Kwa hiyo tuwaase tu wasikilizaji wa, wa, mm, wa ambao wanatupata muda huu mm, waache hizi tabia. Kama una hiyo tabia acha kabisa, kwa sababu mfano wazazi wangu walikuwa hawana uwezo wa kunilipia ada mm, umenisaidia umenilipia ada dio. Nimesoma nimemaliza mm. Baada ya kumaliza, mimi sijawaangalia tena watoto wako mm. Nilichokifanya nimeenda kuinua familia yangu na yenyewe angalau hata iinuke kiuchumi, alafu sasa unanilazimisha kwa vile unilipia ada mm, na mimi nirudi tena nikakusomeshe watoto wako mm -hmm. Kwani makubaliano yetu yalikuwa hayo? Jamani, si ulinisaidia tu, na ikatokea ukaomba hata kitu nikashindwa kukusaidia moja kwa moja? Unakumbuka nilivyokuwa nakusaidia mm -hmm. Nisingekusomesha mimi ungefika kulikuwa na ulazima gani wa kunikumbusha kwamba ulinisomesha? Hapo ndipo unajiuliza swali kwamba mm hivi -hmm. msaada ni lazima urudishe, urudishe ile <laughs> fadhila Eti ni, kwa nini kwa fadhila ni lazima mm. urudishe. Kama ulinisaidia chakula, unaanza kwenda kunitangaza kwa tena singekuwa mimi huyu asingekuwa nakula. Kwa nini kuna lazima gani wa kuambia watu kwamba ili nile ninakuja kuchukua chakula kwako? Si unanisaidia wewe kwa kutaka. Hebu tutazame msikilizaji ambacho ametuandikia. Mm -hmm. Anaitwa Leverian Wilson Iluzirira, anatoka Jururigwa Ngara anasema da, mwambie hao baadhi ya watu wanaotoa wa msaada kwa watu halafu wanaendelea kuwatangaza kwa watu wengine waliowasaidia. Neno la Mungu linasema utoapo sadaka yako unapaswa mkono wako wa kushoto usijue umetoa nini mkono wako wa kulia. Wabadilike dada Amina pamoja na kaka Junior mpewe nini hapo studio. Kizimba ya leo ni hatari kwa majina. Anaitwa DJ Zombie au safari Ekonia yuko themanini mm. na tisa nukta tano na anatokea Ngara. Ah, Ise umejitambulisha sana. Anasema kwamba uh, kweli watu kama hao wapo na tena sio story. Nawaomba wenye tabia hiyo kama na huko uh, Kasange wapo, nawaomba wajirekebishe mm. mimi nawambia live hiyo tabia sio nzuri. Imani Nizere E, Kirusha Center anasema kwa sasa yuko Kahama. Kiukweli watu wa namna hiyo wapo tena ni wengi Jiu. Kupitia mchakato wa leo ninaomba waweze kubadilika. Antidius mm. Wilson Evaristi Buchana Gandi wa Biharamulo, Kagera, Tanzania, hakika kizimbani ya leo mm -hmm. Nipasua kichwa, ukweli umepiga kwenye mshono. Radio Kwizera FM mitano tena huyu ana, ana, ana, anasema huyu mm. mimi ukinisaidia, harafu ukaanza kunitangaza, tukikutana na kuwasha makofi by the gracious mm. spirian wameweza matopeni ila Azani kwa sasa nikiwa Bariadi. Yeye yeah, ameenda mbali kabisa mm. kwamba ukimsaidia, halafu akasikia umemtangaza uh, anakuasha mm, makofi ye, eh, yeah, nae nice. Sasa hapana, huyu hapa anaitwa anatoka Ngara, anaitwa mm. <laughs> kizungumkuti haya, mimi jamani, msinipasue kichwa mie mm -hmm. Ibrahimu Gizbeti anatoka kibuya kibona, anasema kwa kweli, hao wapo wanasimangana Mm. Unamsimanga mtu ambaye umemsaidia. Wapo na wanakera sana. Tuko pamoja Amina mpaka mwisho. Anaitwa Benda, yuko Kia Malenge Lubafu Malehe, anasema mtu akisha kusaidia kitu hususani fedha nguo endapo mkikwaruzana kidogo utasikia mtaani mambo yote mliofanyiana. Jamani, mm -hmm. hii tabia pia sio nzuri. sio nzuri tulikuwa marafiki mimi na wewe vizuri tu, lakini mm. kama ilivyo kawaida mm -hmm. vyombo vikiwa pamoja mezani vinagongana, vinagongana. Sasa tukigongana ya nini uanze kwenda kutangaza ile tulikuwa tunazungumza wakati tukiwa marafiki, hayo yanahusikaje hapo sasa? Sio vizuri kuanza kuvuana nguo Emmanuel Dominico, uh, wa Kigarama kumwendo Ngara anasema dada Amina, kiukweli kizimbani ya leo imenigusa kumoyo na imani kupitia kizimbani watu watabadilika. Ndambo Buzoya anatoka Nyamawa Ngara. Dada Amina, fimbo iwachape wenye tabia hiyo. Yaani kama unaona huwezi kumsaidia na kunyamaza, acha mm. kabisa maana unatia aibu kwenye jamii, hakika inakera sana tena sana sana, dio, dio. Tumetamatisha hivyo kizimbani kwa siku ya leo. Tunaomba wale wote ambao wamekuwa na tabia za namna hiyo kumsaidia mtu alafu nakwenda kumtangaza, kuanzia leo mbadilike. mm. hiyo wate, tabia misa sio nzuri. Kama umeamua kumsaidia mtu msaidie, basi muache aende zake mm. kama akitambua ule msaada ambao ulimpatia ataweza kukuombea kwa Mwenyezi Mungu mm, au atarudi akwambie asante. Kama asipotambua, mm. basi acha, yani unapofanya jambo mm. usingoje shukrani tenda wema nenda zako. Zako sita kamili mchana itakuwa ni wakati mzuri wa kusomewa taarifa ya habari.